Mansama ramadana imanan wa htisaban ghufira lahu ma taqadama min dhambi, mwenye kufunga Ramadan kwa imani na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu anasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Si jambo dogo kusamehewa madhambi mwa bwana ana madhambi tunayo mengi, tena wengine wadogo wadogo tu wana madhambi kuliko watu wazima. Inna lillahi, ingekuwa yanaonekana tungekimbiana. Kwa hiyo Mwenyezimungu atujalie atufutie madhambi yetu. Hii ni neema kubwa ya kufutiwa madhambi, si neema ndogo. Imekuwa sawa sawa na hija tu. Ukienda kwa hiji kikweli kweli, basi ukirudi na kuwa kama ile siku ambayo umezaliwa. Basi na ramadhani hivyo hivyo, ukiifunga kikweli kweli Ramadhani. Unatakiwa uifunge kikweli kweli, kwanza mambo mawili haya mazito kwanza kuondosha kwa hasira, usikasirike ovyo, hilo la kwanza. Alafu la pili, macho uyaangalie sana, macho mabwana, macho <laughs> <laughs> macho bila kuyatunza, mtihani shekhi. Macho yanaweza kuangalia sehemu, alafu yakauambia moyo, moyo naona kitu si cha kawaida. Halafu moyo unayauliza macho, nitakipataje? Halafu macho yanamwambia moyo, tutamwambia aliyemzoea. Aliyemzoea ndo kauli. Asalamu aleku.